Hii ni good news kwa washikaji zangu wote ambao wanapenda mziki mzuri, inazungumzia Bongo Flava, kwa sababu Konde Boy ametangaza jambo zuri sana kwa ajili ya mashabiki wake ambao wanapenda mziki mzuri na muziki wa Bongo Flava pia, kwa sababu hivi karibuni ametangaza kuachia album yake nyingine ambayo inafahamika kama 31 namini huu ni umri ambao Konde atakuwa ametimiza, na ndio maana anataka kuachia album ambayo inagusa maisha yake kwa kiasi kikubwa. Na tayari Konde Boy alituachia kipande kidogo cha wimbo ambao unafahamika kama Friend Zone na utakuwa ukipatikana kwenye album yake hii mpya, lakini hakutuambia kwamba huu ni wimbo ambao atamshirikisha msanii ambaye alikuwa kwenye lebo yake na baadaye akatoka. Kwa kuna maneno mengi hapa katikati wakapelekana na baadaye wakamalizana lakini amemrudisha tena na wameweza kufanya kazi pamoja. So, hii ni kazi ya Harmonize akiwa na Ibra. Na comments zimekuwa ni na nyingi sana kutoka kwa mashabiki wengi wakionyesha kuvutiwa na hiki ambacho wamekiona kutoka kwenye ukurasa rasmi wa Instagram wa Harmonize ambaye ameandika Last single before 31 the album October 17. So, tuendelee kusubiri. Kuna video pia tuliona Harmonize akiwa na, na Alikiba huenda pia kuna kazi, lakini hii ni kazi ya Harmonize na Ibra. Kionjo hiki hapa. Maoni yako ni muhimu sana kutuachia hapo kupitia Samisago TV.